Na. Naam, kaka, habari za ukosefu bana, namshukuru Mungu, sijui nyinyi upande wenu. Tuko vizuri kabisa, uzima upo, ndugu yangu. Aa, upo afya kaka, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunipa pumzi, ndio, ni kwenye dhamana yake ndugu yangu. Sawa sawa, hali ni buheri kabisa, utulivu hupo. Upo, eh, upo isipokuwa huku katika mchezo huku tunachukua maoni tofauti tofauti, ndio ndio na athari za kuacha wajinga wakisema huwa, e, zinakuwa kubwa sana ah, kuna wajinga wanasema kumbe, e, yani, ili neno la wajinga hili huwa nalisema mara kwa mara, sikusudii ubaya na kusudia kuto kuelewa. Ujinga ni hali ya kuto kuelewa. wanasema e, nini hao? Nikwambie Bwana Abdallah. naam naam Uh, yuko mtu mmoja nilikuwa namsikiliza. Sasa kwa nini leo nimemvaa, yani niseme nimekuja kuzungumzia mimi. Nime nafuatilia watu wote wote unayowafahamu kwa mpaka wache hawahitakii mema Simba, yaani kuna watu automatically hawahitakii mema Simba. Mimi huwa nawafuatilia kwa sababu Mungu alivyoumba kiumbe yoyote, unayemuona Abdallah, ndio basi ujue anacho kitu hata katika huo ujinga wake. Sasa ukiwa unamfuatilia, pengine kuna siku anaweza akazungumza hicho kimoja katika mia vibaya, ukapata kutoka na kitu na wewe ukaelewa. Ndio sasa kuna kuna kuna grupu nadhani la, la, la, la, la baadhi ya wachambuzi wa e, mnahitaji Crown FM eh? ndo FM sio ndo walipo kina kina, naam naam. Eh sasa na, na, na, eh, eh, wanaonekana walikuwa na mijadala yani, wachambuzi wao walikuwa na nia njema, lakini walikuwa wanamjadili nani, kwa uwezo wa walikuwa wanamjadili, ndio sababu nami kuja kutaka kuangalia baadhi ya mambo yani, wao walimjadili. Kuna mtu mmoja anavaa sana jezi za Simba, unajua siku hizi unaona kinyata hata kumtaja jina lake labda wewe kama utamtaja unaweza kumtaja tu Seif kwa faida ya yule ambaye anasikiliza sasa hivi, nikisema nadhani watu watakuwa wanajua, yani hata ukiwapa fumbo wanaelewa. ni kuna mtu mmoja anavaa jezi za Simba halafu kila siku hakuna timu mbaya kama Simba ndio na anaamini eti, anaamini kuvaa jezi za Simba na kununua ndo kuichangia Simba, si umenielewa kabisa. Simba itachangiwa na mwanachama, otherwise shabiki wa Simba mwenye kuitakia mema Simba ndio anapaswa kuvaa jezi ya Simba na kutu. na huyo akinunua ndo amechangia, umenelewa? Si kwa sababu atanunua logo ya klabu, atavaa logo ya klabu, kisha atasimama kutetea logo ya klabu, umeona? nani nani bwana, Bwana Abdallah, naam, huyo anayefanya mambo hayo matatu, huyo ndo anasimama kuwa ameisaidia Simba kwa sababu Simba ukiacha income ambayo inapatikana kwa njia ya jezi Simba ina vyanzo vingi vya upatikanaji wa mapato. Jezi ni sehemu ya vyanzo vyake. Sasa ukishindwa kutetea klabu, vyanzo vingine vinapatikanaje? Kwa mfano nisikilize, nani bwana Abdallah, alafu tutarudi. Yani lengo langu ilikuwa ni katika kutoa elimu, sasa katika kutoa elimu tutagusa nyanja tofauti tofauti, e mimi nikihamasisha watu waende uwanjani hata kama hawakuvaa jezi ya Simba, Simba itakuwa imepata pato katika uwanja inalitaka, lakini nikihamasisha watu wavae jezi ya Simba, maana na yake nasababisha klabu ya Simba kuongeza mapato na kumpa mdhabuni wa jezi haki ya kupata mapato, kwa sababu alichokifata kuja kudhamini Simba ni kuhakikisha anapata mapato. Sasa jezi ya Simba ikanunuliwa na shabiki kinyume na Simba, kisha jezi ya Simba hiyo hiyo ikawa ni sehemu ya kudhalilisha Simba. Jezi hii itakuwa ikutoa msaada? itakuwa ikusaidia chochote? hii e jezi itakuwa iliuzwa kwa maana ya kwenda kufanyiwa kashfa. Sasa hilo jambo la kwanza. Huyo jamaa nilimsikia akisema mimi bwana, mi navaa jezi, lakini alithubutu kufikia kudhalilisha baadhi ya viongozi wa Simba. Hata haya mambo haya, Abdallah, yasiwe no. no. yanaachwa hivi hivi Mi kwa mara ya kwanza ndo nagundua kumbe, umu kuna watu hata uwezo wao wa kawaida wa kufikiri ni mdogo. Kwa sababu gani? Hebu tukubaliane Abdallah, NSSF utakuwa unaifahamu vizuri? Ndio, ndio. Ah, ukiwahi kuwa NSSF kwa cheo cha kuitwa mkurugenzi wa NSSF, hivi unadhani huyu mtu mshahara wake wa kawaida unaweza ukawashinga, yani fanya maksimamu ya chini tu Kaa, sasa hayo aahayo ni masuala ya kitaasisi <laughs> fanya analipwa milioni kumi fanya analipwa milioni saba Mtu anayelipwa milioni saba akihudumu sehemu hiyo muda wa miaka mitano, mtu anaweza kuwa hana kitu kweli? Kukosa ndugu ya, yani maana yake mtu amesimama, kuna mtu maskini ya Mungu ajui, yani anaamini pale Simba mwenye fedha ni Muhammedi tu Umenelewa vizuri ndio? Yule mtu hajui kuwa, kuwa Multazama Ngungu ana fedha za kutosha, yani hajui kuwa Multazama Ngungu ni mfanyabiashara, yaani yeye hajui akasimama kunadi kuwa viongozi wa Simba ni maskini, ndio maana simba iende mbele. Unajua hizi kauli ukiziacha hivi hivi huwa zinakuwa na madhara, si tumewahi kusema. Sasa tusiguse maeneo mengine, lakini tukisema hivyo watu wenye maarifa watajua kuacha. Watu wanazungumza tu wanazungumza tu kuna muda watazungumza ujinga, watahamasishana katika ujinga, ndio sasa eh? Sisi katika dunia ya mpira tukimwona mjinga amezungumza, sisi hatuji kutafuta kiki kwa mjinga, hapana. Si tunawaelekeza ambao pengine watakuwa wameshindwa kutafakari haya majambo, kuwa jamani eh, unapomtaja Murtaza Mangungu unamtaja mfanya biashara. Mimi ninauhakika Murtaza Mangungu uchumi wake, kinachomgomba ni utu uzima tu yeye alimtaja injinia Erisi kuwa injinia, gari yanaotembelea ni nani, anayetembelea katika Simba? Sasa kutembelea gari sio uchumi. Angalia mtu mshamba alivyo. Sasa hapa ndio tumekuja kufundisha. Wako matajiri, si tunawafahamu kwa majina, anatembelea RAV4, utajiri wake anaweza kununua Rolls Royce. Umenifahamu Shehe? Ndio, ndio. hata kubwa jinga masikini alikuwa hajui. Umenielewa bwana? Akajua e, e, engineer kununua gari yanaotembelea leo ule ni utajiri hapana. Kuna mtu ufahari wake tu ananunua gari. Mimi kwa mfano, mi nimewahi kuwa na gari wakati sina uchumi hata wa shilingi milioni mbili, lakini nilipata fedha ya ghafla mona, nikaenda nikanunua kagari kangu kabovu, mfukoni nadunduliza na shilingi laki tatu tatu. Lakini kuna mtu anamiliki duka la milioni thelathini na tano, arobaini, anasema mi kununua gari bado. Hasa mjinga kama huyu aliyosema, si ndo mnamwita mchome? Mchome ujinga jamani, nishumbani ni, akadhani kumiliki gari ndio fedha. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi tunamshauri sasa hivi alau, pengine watu wanamjua, unajua hata mjinga anajulikana. Nikupitie mfano mdogo tu, mimi mpaka sasa nadhani eh, nakwenda kwenye miaka arobaini na kidogo huko sasa. Hiyo kidogo hiyo mtu ataongeza mwenyewe, umeelewa? Tisa haya, mimi naongeza tisa hapo sasa, hamna um, um, shida. Hata ukinipa <laughs> kumi <laughs> na tano kutoka hapo, hapana shida. Kuna kitu nakikusudia nikiendea ni hilo jambo ndio sasa